Mambo vipi, karibu kwenye simulizi kali za kusisimua kupitia Info Media na kwa sasa tutakuwa na simulizi nzuri ya kusisimua iitwayo Siku ya Wapendanao ya Damu, na simulizi hii inaanza kwa sehemu ya kwanza. Endelea kusikiliza, lakini pia usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe, ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo simulizi itakuwa inachapishwa. Mapenzi ni upofu, hupenda popote hata ambapo wengine huona hapafai. Wengine watasema vibaya juu ya yule umpendaye, lakini kwa kuwa mapenzi uziwi, hutosikia kelele zao. Macho hayana nafasi kubwa kwenye upendo, isipokuwa moyo ambao ndio dereva wa akili na mwili. Ama kweli mapenzi yanastaajabisha sana, kwani hayaulizi kwa nini. Usione mtu amependa hata asipopendwa, usimlaumu kwa ujinga wa akili yake, kwani moyo ndio mpumbavu namba moja kwenye mwili wa mtu. Moyo hauna mdomo, ila unaongea, hauna macho, ila unaona. Ni miaka ya nyuma sana, nilijikuta nikizama penzini na kijana mmoja mtanashati sana. Alikuwa na mwili mzuri ambao mimi ulinivutia, na sio mimi tu, kila aliyemtazama alisema wow Alikuwa akinivutia kupita kiasi, kila nikimwona nimtabasamu, nikijiambia na makweli, sijakosea kupenda. Weupe wa ngozi yake ambao unafahamika kama albino ulikuwa ukinivutia zaidi, kwa maana nilimwona wa kipekee ambaye Mungu amenishushia mimi pekee, nilijiona mwenye bahati. Kijana huyu alifahamika kwa jina la Joel. Nilikutana naye nikiwa mwanafunzi wa kidato cha sita kwenye shule moja ya sekondari ya wasichana iliyopo jijini Mbeya. Wakati huo yeye alikuwa akisoma pia shule nyingine ya wavulana ambayo ilikuwa hapo hapo jijini Mbea. Kutokana na ukaribu wa shule hizo mbili, ndipo tulipoweza kukutana na kufahamiana, kisha tukawa marafiki wa kawaida, tukitumiana barua za kusabahiana na kufarijiana kwa kipindi chote tulichokuwa shule. Baada ya kuhitimu, ndipo penzi tamu likachipua baina yetu, na kwa kuwa tulikuwa tukitokea mkoa mmoja ambao ni Dar es Salaam, Ilikuwa rahisi tu kwetu kukutana, na ingawa mimi nilikuwa naishi Sinza na Joel alikuwa naishi Kimara Mwisho na mjomba wake ambaye ndo alikuwa akimlea, kwani wazazi wake wote walifariki alipokuwa mdogo sana, penzi letu lilishamiri sana. Tulipendana sana na tukawekeana ahadi ya kuoana baada ya kumaliza masomo yetu. Licha ya kupendana kwetu, marafiki zangu wengi walikuwa wakinicheka na kunikebei wakawa naniambia siendani na mwanaume yule hata punje. Na wengine wakathubutu kuniambia kwamba mm, umekosea sana kuwa naye. Waliniambia maneno mengi ambayo kiukweli nilikuwa siyafurahii, kwani ukishampenda mtu, mtu mwingine akija kuleta mambo ambayo hayakupendezi, haiwezi kukufurahisha hata kidogo. Basi mimi mara nyingi niliwajibu kwamba maneno yenu siyo katiba ya maisha yangu furaha na amani inayopata kwa Joel hakuna mwingine awezae kunipatia. My life, my rule ni acheni. Hivyo ndivyo ambavyo niliwajibu watu wengi waliokuwa wakiniambia kwamba siendani na mpenzi wangu yule bwana Joel. Sauti zao zilikuwa kama mibweko ya mbwa koko tu, hivyo haikuwa na madhara yoyote kwangu wala kwa penzi langu. Nikaendelea na Joel, mwanaume wa ndoto zangu. Alikuwa akinifurahisha kwa nyimbo nzuri sana za mapenzi alizokuwa akiniimbia mara nyingi tu hapo ufukweni mwa bahari au sehemu tulivu yenye uoto wa kijani na maua mazuri. Hizo ndizo sehemu ambazo tulikuwa tunapenda kutembelea na mara nyingi tulikuwa tukikaa maeneo yenye namna hiyo. Joel alijaliwa kipaji cha kuimba, sauti yake ilikuwa kama kinanda, ilikuwa kipenya taratibu masikioni mwangu kila anapoimba, kisha alikuwa akimalizia kwa kumbatio zuri rahuba na busu mwanana kwenye midomo yangu. Kila aliponiimbia, nakupenda sana Alice, wewe ndo furaha yangu pekee kwenye maisha yangu, nitakupenda mpaka mwisho wa uhai wangu. Hivyo ndivyo alivyokuwa akiniambia Joel kwa sauti iliyojaa huba, iliyojaa mahaba, alikuwa akininong'oneza taratibu masikioni mwangu, nami nikiachia tabasamu safi mdomoni kwa tabasamu mwanana na sauti iliyojaa utulivu, nikamjibu na kupenda zaidi, tutaoana na tutazaa watoto wazuri wote. Tukaishia kutabasamu. Ilikuwa ni kama filamu moja nzuri sana ya mahaba ambayo ilikuwa inaendelea baina yetu, mimi na mpenzi wangu Joel. Kwa bahati njema wote tukachaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam, japo kwa kozi tofauti tukaanza chuo na kwa bahati mbaya sana Joel hakupata mkopo chuoni ili uweze kumsaidia ada. Hali hiyo ikawa ni ngumu sana, kwani mjomba wake hakuwa na uwezo wa kumsomesha Joel. Joel alilia sana, kwani elimu ndio ilikuwa tegemezi pekee la kumkwamua kimaisha. Ndiyo maana alijitoa na kufanya bidii kwenye masomo yake ili afaulu vizuri. Naumia sana mpenzi wangu kuhusu swala hili. Sina chaguo lingine zaidi ya kuacha chuo kwa sasa, alisema Joel huku akilia kwa huzuni sana. Siku hiyo niliumia sana. Baada ya Joel kuniambia maneno yale, niliona kama mpenzi wangu yupo katika hali mbaya ambayo inaweza kusababisha yeye kukatishwa kwa ndoto zake ambazo amezipambania kwa miaka mingi. Taratibu machozi yakanitiririka mashavuni mwangu, nikamkumbatia na kumwambia Usijali kipenzi changu, mambo yatakuwa sawa. Joel akaniangalia machoni mwangu akaniambia, najali sana kunifariji kwako, ila nimejua nimekosa kitu kinachofanya moyo wangu ufurahi. Nimekosa kitu ambacho nilikipigania kwa miaka mingi. Furaha yangu iliyobaki kwa sasa ni wewe kipenzi changu Alice, furaha nyingine niliyotegemea imepotea. Alisema Joel huku macho yake yakiwa anachuruzika machozi. Nikamkumbatia na kumwambia, nitafanya kitu kuirejesha tena furaha yako. Nilimfariji nijitahidi kumpoza kwa maneno mazuri akafarijika kiasi. Jioni ilipofika akanisindikiza nyumbani, lakini hakuingia ndani kama ilivyokuwa kawaida yake, kisha akaondoka zake akiwa mnyonge sana. Suala la Joel lilikuwa likiniumiza kichwa sana, kwani siku zote tulikuwa tunaambiana furaha yako ni furaha yangu pia, huzuni yako ni ya kwangu pia, hivyo jambo hilo lilikuwa ni langu pia. Wiki nzima nilikuwa nikitafakari jinsi ya kumsaidia mpenzi wangu mpaka siku moja jioni nilipopata wazo fulani ambalo niliona ni zuri na nikalifikiria kulifanya. Hii ni Info Media. Kama bado hauja subscribe basi, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zote ambazo tunazichapisha kupitia Info Media. Basi wazo hilo nikaona ni jema sana mimi kulitekeleza, nikawa nasubiri wakati mwafaka tu ili niweze kulitekeleza kwa haraka bila kumchelewesha Joel kwenye masomo yake. Siku moja baba yangu mzazi aliyefahamika kwa jina la mzee Kitwengo alikuwa akirejea nchini kutoka nchini China ambako alikuwa akifanyia biashara zake. Alikuwa ni mfanyabiashara mashuhuri sana nchini, akiwa na miradi mbalimbali, mbali ya maduka pamoja na hoteli za kifahari. Aliwasili majira ya saa moja jioni pamoja na familia nzima iliyokuwa imekwenda uwanja wa ndege kumpokea isipokuwa mimi ambaye nilibaki nyumbani. Kaka zangu wawili, mama pamoja na Jangala ambaye alikuwa ni msaidizi wa baba walienda kumpokea. Alisema ana tatizo gani? Mbona si kawaida yake kuto kuja kunipokea. Nilisikia sauti ya baba ikizungumza, mimi nikiwa chumbani kwangu nikitengeneza uso wa huzuni, nikaanza kulia taratibu kwa sauti ambayo isingeweza kusikika. Alisema ajisikii vizuri nilisikia sauti ya mama ikimjibu baba. Ah, alis anapenda sana kudeka huyu mtoto, alisema baba kiutani, kwani mara nyingi alipenda kuniambia kuwa napenda kudeka. Nikiwa bado nipo chumbani kwangu najiliza, ghafla mlango ukagongwa. Nikainuka na kuufungua nikiwa nimeshika leso ya kujifutia machozi. Mara tu baada ya kufungua mlango nikakutana na uso wa baba. Sura ya baba yangu ilinitazama kwa furaha, kwa tabasamu huku akiwa ameongozana na mama. Alishtuka kuniona katika hali ile. Vipi mwanangu, nini kinakuuma, mbona upo hivyo? aliuliza baba akiwa katika hali ya hofu, lakini sikumjibu kitu. Mama Eric, hebu mpigie daktari Jackson aje haraka, huyu lazima atakuwa na homa kali, alisema baba akimsihi mama afanye haraka. Usimpigie uh, mimi, mimi siumwe nilisema huku kwikwi iliyotokana na kulia kinisumbua. Baba alishangaa. Kama huumwi kuna nini? aliuliza mama, nikashindwa kujibu. Baba akakazania tu kuwa wampigie simu daktari, lakini mimi nikapinga vikali wazo hilo, nikasisitiza kuwa siumwi. Wakati huo walikuwa wamesimama mlangoni, na ndipo mama akapata wazo la kuingia chumbani kwangu. Baba Eric hebu njo uone aliita mama kwa mshtuko mkali uliowashtua hadi kaka zangu waliokuwa sebuleni, wote wakaja chumbani. Walishangaa sana kukuta glasi ya maji pamoja na vidonge vya sumu vikiwa pembeni ya kitanda changu. Alice, unataka kujua? aliuliza kaka yangu kwa hamaki. Nikatulia kimya. Kwa nini mwanangu, kwa nini unataka kufanya kitu cha hatari namna hii? aliuliza baba kwa kustaajabu, na wakati huo mama alikuwa ameanza kuangua kilio kikali. Sikujibu kitu zaidi ya kuangua kilio zaidi wote wakaanza kunibembeleza na kunitaka niwaambie kinachonisibu. Sikutaka kuwajibu zaidi ya kulia tu, wakanibembeleza sana, lakini nilikuwa kimya tu. Mwanangu sema, nitakupa chochote unachotaka alisema baba kwa sauti ya kunisii sana. Neno hilo linifurahisha sana, kwani ndilo nilokuwa nikilingoja sana masikioni mwangu, lakini nikaendelea kuvunga tu mpaka aliporudia tena, ndipo nilipopata nafasi ya kufunguka, kwani ule ulikuwa ni mtego tu nilioamua kufanya. Sikuwa nataka kujiua mimi bora nife tu, nilisema. Kwa nini? Baba aliuliza. Nikajibu, bora nife kuliko kushuhudia mtu ambaye nampenda sana nakufa kwa ajili ya shida ndogo tu. Mtu unayempenda nani? Baba aliuliza kwa amaki, huku akitazamana wote mle ndani, wakijua labda kuna mmoja kati yao ambaye ana shida na ameshindwa kuzungumza. Unazungumzia nini Alice ni upe kati yetu hapa? Aliuliza tena baba, na hapo nikasita kidogo, lakini baadaye nikajibu, ni rafiki yangu, rafiki yangu mpenzi, anataka kujiua, kisa amekosa ada ya chuo. Kwa jinsi ninavyompenda, siwezi kuvumilia hilo kabisa, sitovumilia maumivu ya kumkosa, nilisema kwa msisitizo sana, huku machozi akinibubujika. Rafiki? Wote waliuliza kwa mshangao, nikawajibu, ndio ni rafiki gani mpaka umfie? Unawazimu wewe, aliuliza kaka yangu Eric, huku baba na mama wakiwa wamepigwa na bumbuazi. Nikamwambia, nyie niacheni tu na maisha yangu, niacheni tu, hata nikifa niacheni, sitaki yoyote anisumbue kwenye maisha yangu. Nilitamka maneno hayo huku kilio kikizidi. Ni pesa kiasi gani? aliuliza mama. Nikamwambia ni milioni tatu tu. Basi kesho njoo na huyo rafiki yako tumwone, alisema baba, lakini wote wastaajabu sana kwa kile kisa changu. Kesho yake niliamua kumfata Joel na kumuomba aje nyumbani. Joel alishtuka sana, nije kwenu kufanya nini? Nataka upewe ada uendelee na chuo, nilimwambia. Joel alikataa katakata kuja nyumbani kwetu, akidai hawatamwelewa na hawatomsaidia. Nilimbembeleza sana, hatimaye kakubali, tukaongozana mpaka nyumbani ambapo familia nzima ilikuwa ikimsubiri huyo rafiki yangu ambaye nataka kumfia. Tulifika nyumbani na kuingia mpaka ndani. Cha ajabu, tulipofika hakuna hata mmoja alionyesha kufurahishwa na ujio wa Joel nyumbani pale. Mtu mwenyewe unayedai unampenda na unataka kumfia ndio huyo? Alisema baba, kabla hata hatujaketi kwenye viti wala hatujatoa salamu. Nilijisikia vibaya sana kwa kauli ile, lakini nikakaza moyo. Ndiyo baba, anaitwa Joel. Nilijibu kisha Joel akatoa salamu lakini hakuna aliyetikia zaidi ya kaka yangu aitwaye Elisha. Eh, ama kweli dunia simama nishuke. We Alice, wewe ndio unatuchezea vichwa kwa ajili ya huyo kikaragosi wako? Alisema kaka Eric huku akiinuka na kuondoka zake akiacha sonyo kali. Kama unataka kujiua wewe jiue tu, mama, utakuwa ni mwenda azimu. Wala sina muda wa kupoteza. Umeniudhi kuliko siku zote tangu nizaliwe Alisema baba na kuinuka kitini kisha akaondoka sebuleni huku akisonya sonyo kali. Nilijisikia vibaya kupita kiasi, nilitamani hata ni wamezi wote kwa kauli zile chafu kwa kiumbe kama wao, tena mtu ninayempenda sana. Machozi yanishuka kwa hasira, nimtazama Joel, alikuwa ameinama tu, nimwonea huruma sana kwa kile ambacho alikipitia ambacho mimi ndio nimekisababisha. Joel, naomba unisamehe, mimi nisema bila kujali uwepo wa mama na kaka yangu. Joel hakujibu kitu, bila shaka aliumia sana kwa maneno yale ambayo aliyasikia pale nyumbani. Alice, Joel anaishi wapi? Ilikuwa ni sauti ya mama. Niacheni na Joel wangu, na kuanzia leo naiacha hii familia. Bora ni kafe tu nikiwa na Joel. Kuliko kulikokuwa na familia isiyojali utu wa mtu, familia imejaa ubaguzi, nizungumza kwa hasira sana huku machozi yakinibubujika machoni mwangu, nikamkokota Joel tukaondoka zetu ila tangu pale chuki ya baba dhidi ya Joel ndipo ilipoanzia. Alikuwa akimchukia sana, licha ya kwamba tuliondoka, lakini Joel alinisii sana nirudi nyumbani, nikamsikiliza. Nilikuwa siongei na familia nzima, nikiamka nafanya mambo yangu na ondoka zangu. Nilikuwa namchukia mno baba yangu na kaka yangu kwa tabia walizomuonesha Joel. Siku zilizidi kwenda, Joel akazidi kukata tamaa ya kuendelea na masomo yake. Alice, utakuwa ni furaha pekee maishani mwangu Sitoendelea tena na masomo, na kwa sasa nimefunga ukurasa huo. Naomba usinisaliti kwa sababu tu sina elimu kama wewe, aliniambia Juela. Maneno hayo yalinihuzunisha, nikamwahidi kuwa nitapambana ili aendelee na chuo. Ndipo nilipoamua kumwangukia mama yangu, nikamwambia vile ninavyompenda Juela na jinsi ninavyoumia kwa ajili yake. Nilimsii sana afanye kitu kwa ajili ya Juela. Nililia kwa kumaanisha Nikiwa nimempigia magoti mama yangu, Mungu si Athumani. Mama alinisikiliza na akanielewa akaamua kunipa zile pesa kiasi cha shilingi milioni mbili. Nilimshukuru sana mama yangu. Joel hakuamini baada ya kumpa zile pesa ili alipe ada, alifurahi mno akaamua kuja nyumbani kumshukuru mama, lakini pindi anapotoka alikutana na baba getini. Waki karagosi, umefata nini hapa? Sikupendi na wala sipendi watu wa dizaini yako Sitaki hata kukuona, alisema baba kwa dharau. Joel hakujibu ila mimi na mama tulijisikia vibaya sana. Tayari mama alikuwa ameingiwa na kitu moyoni mwake. Mama kwa sasa alikuwa upande wangu wa. Siku ziliendelea, Joel akiwa anaendelea na chuo. Ukaribu wetu wa kimapenzi na mapenzi yetu yalizidi kung'ara kila siku, licha ya kwamba kulikuwa na pingamizi kali kutoka upande wa baba. Baba aliendelea kunionya na kunikanya kuwa ni achane na Joel, na pia aliniambia kuwa mimi bado ni msichana mdogo ambaye sitakiwi kuyaweka mapenzi namna ile, kwani bado maisha yanaendelea na siku bado zinakuja ambapo naweza nikampata mtu mwingine ambaye atakuwa wa hadhi yangu. Baba kila mara aliniambia, achana na yule albino wako, simtaki hata kumwona, aliniambia mara kwa mara lakini kauli yake ilizidi kuniongezea mapenzi kwa Jewel, kwani kumpiga teke chura ni kumwongezea spidi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Ilikuwa ni adhuhuri moja tulivu sana, ambapo baba alikuwa tofauti sana. Aliniita katika bustani, nikaketi naye, kisha akaniambia maneno ambayo yalinishangaza kupita kiasi. Nilishangaa sana. Hii ni simulizi iitwayo Siku ya Wapendanao ya Damu, na hii ni Infomedia. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Je, yeah, unadhani ni nini ambacho uh, baba yangu aliniambia? Basi endelea kufuatilia Infomedia.